Karibu wapangaji kwenye mfululizo wa vipindi vinavyokuonyesha hatua mbalimbali wanazopitia vijana mia moja kutoka kata kumi na saba za wilaya ya Sikonge mkoani Tabora. Hizi ni hatua za kutoka kwenye umasikini waliokuwa nao katika maeneo waliokuwa wakiishi kabla na familia zao kuelekea kujijenga na kujitegemea kiuchumi. Hawa ni vijana walioletwa porini kwenye makazi ya wanyama na vinyama kama vile fisi, nyoka wakali na wadudu wenye sumu kali. Hapa wakaanza kujengewa uwezo wa kuanza kujitambua kifikra, wakaambiwa ni kwa kiasi gani binadamu alivyokuwa na uwezo mkubwa wa kufanya makubwa kwa mujibu wa maumbile aliyokuwa nayo kimwili na kiakili.

kutoka pale mpaka hapa tunapoishia, tuone pana upana gani? E, maka pale mpaka pale, tuone huyu huyu. Anaendelea kukata hivi. vidogo vidogo viko wapi wapi? Wewe tumeshaanza kule, utakata, weka alama. Sasa kata, nataka toa hiyo mpaka hapa, ngapi?

Si watatu. O, Cu: nani mwingine? Mimi nilikuwa nataka wale walio shiriki hapa ambao wamekosa mwelekeo, sio wengineo

na mengine mengine, watu watiarekebisha, sawa? Kwa sababu sana, sasa kesho ni siku ya kufua. Sasa kwa wale ambao hawakumalizia maeneo yao, wanataka kesho baada ya kumaliza mambo yao, watasema babu, watasema babu, tukamalizie, tunarekebishe matatizo, tutahitaji pige nao kwa sababu haya matuta haya, kila mmoja anatakiwa awe nayo. Sasa hivi tuna mawili mawili, kila mmoja anatakiwa awe nayo mawili. Jumatatu, bibi shamba anapokuwepo hapa, anagawa mbolea kwa kila mtu na tuta lake. Sasa nitakapokuta mtu hana tuta, mimi ndio nitamshangaa. Umeona, wapimaji ndio wanafanya nao kazi kesho. Wao ndio siku yao na kuja kupima nao maeneo yao ya kujidai. Yeah. Kwa siku ya kesho sasa, wale wengine ambao hawakumaliza maeneo yao, wakiwa na muda kesho, kuja kumaliza kurekebisha, tukutana asubuhi muda fulani, tutakuja wengine tuendelee kwa ufuaji kwenye safu mwingine na marekebisho madogo ya kwetu, lakini tujitahidi kwamba kila mmoja ahakikishe anafuana dalaki wanafika pale kijijini, tusiingie watu waone wenda azimu wanabakia kule wangapi na wanafanya nini sasa. Tutanganyike watu, tukifika kijijini tusiingie, kwani ni wajue watu wa kule wako wangapi. Umesikia babu, unataka kutangulia utangulia mbele.

ana majaribio ya udongo sawa, eh? Mhm. Sasa kuna wale mafundi naona wametengeneza na kipanda na gani, watakamata vizuri zaidi.

Hmm. Bili, kwa hiyo ndani kwa ndani sitini kwa uh-huh, yeah, e, ndani kwa ndani alafu jumisha mbili na mbili nakuwa sitini na nne sawa. Kwa hiyo kata kima mwanzo mpaka mwisho sitini na tano kata sitini na tano kata kata kata, halafu takuja kata hivi Aa, wata ukianza mwisho kabisa huku, sababu kibao chetu kiko square ya kwa sababu tumeacha, nimeongeza sentimita moja huku na huku. Unene wake ni ngapi? ishirini na tano kiko sawa. Unene wa kibao hiki? ni ishirini

mesimama umesema tutatengeneza vibao kwa ajili ya kufanyia majaribio ya udongo ah, sawa, eh? Okay. Sio kufyatulia majaribio ya udongo ah, Sawa, eh? Okay. Eh,

unaweza kutamia kile kibao tulichokata, vinalingana urefu

tumekosa mbao za upana huu ila ukipata mbao upana ya nchi nane kwa nchi mbili tusitusingekuwa na haja ya kuunganisha na nani, kwa sababu tumekosa. Ndio maana tunaunganisha o, utakakokuwa ukipata ya upana mjirane ii na haja sio fomu ya kuunganisha eh. Sawa eh, wewe mashine lazima iwe na kitako, lazima ikae sehemuai kamila ambao manoka vizuri.